Nipende kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio la mauaji ambalo limetokea jana katika mkoa wetu kwamba jeshi la polisi mkoa wa Songwe linawatafuta watu au mtu waliohusika na mauaji ya ndugu Mwakasege Mwiputege Ndile mwenye umri wa miaka 60 mkazi wa kitongoji cha Ngongomoro kata ya Mbele tarafa ya Bulambia wilaya ya Ileje kwa ya wa Tukio hilo limetokea kwa nilivyosema jana, tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025 majira ya asubuhi, ambapo mwili ndio ulipomonolika, ambapo e, marehemu alikutwa ameuawa au kukatwa na kitu chenye ncha kali e, kichwani na nyuma sehemu ya shingoni, baada ya kuvamiwa akiwa njiani ambapo nyumbani kwake akitokea kilabuni majira ya usiku wa kuamkia tarehe hiyo kumi ya Oktoba 2025 na akiwa karibu kabisa na kufika nyumbani kwake, inasemekana takriban kama mita 20 au 25 kufika nyumbani kwake, ndiyo mauaji hayo yalipofanyika. Chanzo cha mauaji hayo bado kinachunguzwa ili kuweza kuwabaini wahusika wa tukio hili ili waweze kukamatwa na kufungishwa kwa mjengo ya sheria. Jeshi la polisi mkoa wa tuendelea na msako mkali kuhakikisha kwamba tunakamata waliohusika mtuende pamoja na kuwafikisha mahakamani, na tunatoa wito jeshi la polisi wotu, wotu wasongu, kwa wananchi wote wa mkoa wetu wa Songwe kuwa watulivu wakati huu ambapo jeshi linafanya uchunguzi kufuatia kifo hiki cha mauaji ya kikatili kabisa, na tunawaomba wananchi kuendelea kutoa ushirikiano wa kutoa taarifa itakayosaidia kuwabaini na kuwakamata Muhala. Na ndio wataka wananchi kwa wa sababu waacha vitendo vya kuchukulia sheria mkononi. Unapokuwa na tatizo katika familia, katika jamii, tutoe taarifa kwenye vyombo vyenu ikiwemo jeshi la polisi, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Kuchukua sheria mkononi ni kosa kama ile kosa nyingine, na niombe wananchi wote, wadau wa haki jinai, ambao wote tunachukia uhalifu wakiwemo viongozi wa dini, viongozi wetu wa mila, viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya kitongoji, mtaa mpaka wilaya wapo. Kunapokuwa na kuto sintofahamu katika jamii zetu, hata katika familia. Viashiria vya mauaji vinaanza na vitu vidogo vidogo sana. Hebu tutoe taarifa kwa vyombo husika vyenye mamlaka na uwezo wa kufanya uchunguzi ili basi hatua stahiki za mapema ziweze kuchukuliwa na kuondokana na vifo hivi vya kikatili isiyokuwa eh, ambayo unaweza kupika kama sheria itafuata mkono wake. Ni waombe sana wananchi tuache kabisa tena na hili. Na niseme tu jeshi la polisi kwa sababu utakuwa wakali sana. Na nahakikisha kwamba hii iliyotokea na mengine ya nyuma. Tunahakikisha kwamba wote wanapatikana na kufikishwa kwa mkono wa sheria. Asante. Okay.